Bado tukiwa tunaangazia masuala ya siasa, wakati kampeni za uchaguzi zikiendelea kupamba moto kwa vyama hivyo vya siasa, kuna disera na ilani za uchaguzi za vyama vyao. Hii leo mgombea wa urais wa Zanzibar kwa tiketi ya chama cha ADC Hamad Rashid Mohamed amewataka viongozi wa vyama vya siasa kutumia vyema majukwaa ya kisiasa katika kunadi sera na ilani za uchaguzi za vyama vyao na sio kutumia lugha chafu ambazo hazina mantiki katika ustawi wa maendeleo ya Zanzibar. Amesema vitendo hivyo ni ishara ya kutaka kuchafuana na kuharibiana katika majukwaa ya kisiasa , jambo ambalo linaweza likachangia kuleta vurugu ama mivutano ya kisiasa ambayo haina tija katika mustakabali wa ustawi wa maendeleo ya uchumi Zanzibar. Ajali yawaponeshe haraka. Pili, niungane na wenzangu mwenyekiti wa bodi na makamu mwenyekiti na wasemaji wengine kuwaomba sana Wazanzibari na Watanzania kwa jumla kwa msingi wa, wa maendeleo yote duniani ni amani na utulivu. Tumeshuhudia wenzetu wa Syria wenzetu wa Libya na wengine maisha yao yameanza kuwa na matata makubwa, lakini kubwa, unyanyasaji wa wanawake na watoto umekithiri. Jamii Hamadi amesema sera ya chama chake ni kutaka kuona Zanzibar inabadilika kimaendeleo na kuhakikisha sekta zote nyeti kama vile elimu na afya zinaimarishwa ili wananchi waweze kufaidika na mabadiliko hayo. Lakini tatu, kiwango tunapogaliana na kiwango cha ukuaji wa nchi hakilingani hata kidogo. Mchumi huu unatakiwa ukue si chini ya asilimia kumi, ndio angalau mtu mfukoni atakuta kuna senti imebaki ndio maana katika ADC tunasema kama tuko madarakani ama hatuko madarakani, tutafanya mambo yafuatayo ili kupambana na tatizo la umaskini. Kwanza, nchi yetu inazalisha mwani si chini ya tani elfu ishirini. Bei ya mwani katika iliyo kiwandani ni dola tatu pointi tano dola tatu na nusu. <tipos> bei anaopewa mkulima wa mwani hapa ni shilingi mia nane, ilikuwa mia tano. Baada ya kupigapiga kelele, serikali ikaongeza mia tatu, mia nane. Serikali imewasaidia kuwapatia boti, lakini bado hakuna pia amesema ataimarisha sekta ya kilimo kwa kufanya mapinduzi ya kilimo ambayo anadhani ndio silaha madhubuti kwa wananchi wa Zanzibar kupunguza gharama za uagizishaji wa vyakula nje ya nchi.